Watu wengi tunafahamu sakata ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na ujauzito wa mrembo Wema Sepetu. Kwa asilimia kubwa sana tetesi ambazo zipo, lakini pia habari ambazo zimetrend mitandaoni zinazozungumzwa zaidi, inasemekana ujauzito wa mwanadada Wema Sepetu, baba ni msanii Diamond Platnumz. Baada ya hizo habari kusambaa sana mitandaoni, baadaye tukaona msanii Zuchu pamoja na Diamond Platnumz wakaachia video ya ngoma yao ya Inama na tumeweza kuona amepata mapokezi makubwa sana. Lakini siku ya leo Zuchu, kuna video ambayo ameweza kuiposti katika ukurasa wake wa Instagram akiwa anaonyesha wazi kwamba yeye na mwanaume wake bado wanaendelea, yeye na mwanaume wake hawawezi kuachana. Unaweza kuona ni kijembe ambacho ameamua kukituma kwa Wema Sepetu, licha ya kwamba taarifa zimesambaa mitandaoni zikiwa zinathibitisha wazi kwamba Wema pamoja na Diamond Platnum ni watu ambao walikuwa wanakutana kwa siri lakini pia taarifa hizo tumeweza kuona Mange Kimambi aliweza kuzizungumzia kupitia katika ukurasa wake wa Twitter akawa anadai kwamba Wema Sepetu aliweza kumdanganya Diamond baadaye, Diamond partner mwaka ingia line Wema Sepetu akawa amebeba ujauzito na ikawa ndo sababu kubwa ya Wema kuachana na Wozo. Sasa Wema labda alizani eh, endapo Zuchu atasikia hizi taarifa popote basi ataamua kuachana na Diamond partner, lakini imekuwa ni tofauti sana, lakini katika taarifa Ambazo Juma Lokole pia aliweza uh, kuzianika kwamba Zuchu anataka talaka yake; Zuchu anataka kuondoka nyumbani kwa msanii Diamond Platnumz. Unaambiwa Diamond baada tu ya kufika nyumbani kutoka katika ziara zake za kikazi aliweza kuzungumza na mke wake. Alikaa chini na kuanza kuzungumza na Zuchu. Akamuelezea mwanzo mwisho ni kitu gani ambacho kiliweza kutokea, na tumeweza kuona namna gani Zuchu ambavyo amemuelewa mume wake, na sasa hivi, jambo ambalo lipo a Zani, ni namna gani Diamond Platnumz ataweza tu kumtunza mtoto wake kwa Wema Sepetu, na wala sio kwamba eti Wema Sepetu ataolewa mke wa pili, na wala sio kwamba Wema Sepetu basi ataishi na msanii Diamond Platnumz kisa tu ameweza kumbebea ujauzito. Unaweza kuona Zuchu ni mwanamke ambaye ana moyo wa kipekee sana, licha ya kwamba mwanaume wake amefanya makosa kama haya eh, lakini bado ameendelea kuona upendo wake eh, kwake, lakini pia ameendelea kuona ni kwa namna gani Diamond Platinum alikuwa anajutia kosa ambalo ameweza kulifanya. Wanaume ni jambo la kawaida, mwanaume anakuwa na tamaa e. Mwanaume yeyote mwanamke akimtega e, inakuwa ni ngumu sana kukataa e, ni lazima tu ataingia katika line, na ndio maana Zuchu anamwelewa sana Diamond Platinum. Anajua kabisa ni mwanaume ambaye wanawake wengi sana wanatamani kuzaa naye e, na ndiyo maana yeye binafsi anamlinda sana ndege wake. Kuna moja ya klipu ambayo imesambaa sana, ikiwa inaonyesha Diamond alikuwa anatamani kumkumbatia moja kati ya shabiki yake. Kila mwanamke ni mwanaume mrefu um, mweusi um, lakini pia uh, ukiachana na vitu vyote hivyo tayari ana pesa. Diamond Partner ana pesa ambazo anaweza akawaangalia hata wanawake wanne akioa, anaweza akawaangalia na akawahudumia vizuri kabisa, na ndio maana Zuchu anamlinda sana kwa asilimia kubwa sana. Baada tu ya Zuchu kuona tetesi zinasambaa kwamba uh, Diamond Partner amempatia mimba ya Wema Sepetu eh, basi Diamond ameweza kusuluhisha, amemuomba msamaha mwanamke wake, na msamaha umekubaliwa na sasa hivi tumeweza

namna ambavyo uh, video Zuchu anaziposti katika peji yake ya Instagram kuonesha wazi kwamba yeye na Diamond wapo sawa. Taarifa ambazo zinasambaa mitandaoni kwamba wao wameachana au wao wanaenda kutengana ni taarifa ambazo sio za ukweli. Uh, kwa sababu wao ilitokea tu mtafaruko kidogo, kutokana na zile taarifa. Uh, namna Zuchu alivyozipokea haikuwa vizuri. Hata kama ni wewe ndo kwa mara ya kwanza unapata taarifa kwamba mwanaume wako amefanya hivi, na ukiangalia sio kitu kizuri. Uh, kwa yeye binafsi ilikuwa ni ngumu sana kulipokea, lakini baadaye akaona it's okay. Akalipokea maisha mengine, akaweza kuendelea, na mtoto atalelewa. Endapo Wema Sepetu akafanikiwa kujifungua salama, mtoto Diamond atamwangalia vizuri, kama ambavyo anawaangalia watoto wake wengine, wale wakina Tifa, wakina Nilan, eh, na wale watoto wengine ambao amejaliwa. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo Zuchu ameweza kulifanya na ameweza kumwonyesha Wema kwamba mimi ni mwanamke wa namna gani, haijalishi utafanya nini kwa mwanaume wangu, lakini hauwezi kabisa kumchukua wa mwanaume wangu. Ni jambo zuri lakini pia ni kitu cha kipekee sana ambacho Zuchu amewafundisha wanawake wengine kwa sababu kuna baadhi ya wanawake wapo kwenye ndoa, leo hii akiona tu mwanaume wake amefanya kosa la namna hii anadai talaka yake, anataka kuondoka arudi nyumbani. Sasa ukirudi nyumbani nani atakuja kukuchukua tena kukuoa? Eh, utakuwa mwanamke ambaye unaolewa kila siku kwa sababu wanaume ndo hao hao. Tabia zao ndo hizo hizo kila siku. Sasa ukiwa unafanya mambo kama hayo kwamba muda wote unadai talaka unataka kuondoka, eh, una una, eh, una una kuondoka ukiachika mwanaume wa kwanza, mwanaume wa pili, mwanaume wa tatu, baadaye sifa yako inaharibika, unakuja unashangaa mwana hakuna mwanaume tena ambaye anataka kukuoa. Kitu ambacho Zuchu hicho kitu anakifahamu sana na ndiyo maana kwa asilimia kubwa sana hatamani ya kupewa talaka zilizobaki. Zuchu alishawahi kupewa talaka moja tu, na talaka hiyo Diamond Platnumz alitoa kwa ridhaa yake, sio kwamba aliomba, ni kutokana na makosa ambayo Zuchu aliweza kuyafanya. Lakini sasa hivi tunaweza kusema penzi limetaradadi. Zuchu na Diamond wanapendana sana na ni watu ambao hawawezi kuachana leo kesho, tunaweza kusema hivyo kwa sababu ya mambo ambayo tunaendelea kuyaona. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza, tuachie maoni yako, lakini pia usahau subscribe, like and turn on notification bell.